Asante sana, asante sana wapendwa, leo nimekuja mbele yenu na na mada nyingine, nataka tuiongelee. Kuna msemo usemao kwamba ukimpeleka mpenzi wako kwenye shule ya Biblia, hata kwamba akikuja kukusaliti, anaweza kamtumikia hata Mungu. Na leo mada yetu ya leo ni kwamba kuna watu wengi sasa hivi wanasalitiana moja kwa mwingine, na usaliti huo umefikia kiwango ambao watu wengine wanashindwa kuvumilia, na wanaenda wanafikia mpaka hatua ya kufanya vitu ambavyo vistahili, mpaka jamii inabaki na inavizungumzia. Ina, ina, ina, ina, ina, kuna dada moja ambayo alikuwa amependana na kaka moja Waliishi muda mrefu sana pamoja, wakajenga vitu vingi sana, waliwekeza kabisa vya kutosha, walikuwa na majumba, walikuwa na mali zingine hata na maduka. Na kipindi hicho wanaendelea kuishi pamoja, ilifikia yule kaka akapata ugonjwa. Huyo kaka alivyopata ugonjwa, alienda hospitali kutibiwa lakini alivyokuwa kule hospitali, yule mke wake alienda kuongea na madaktari. Baada ya kuongea na madaktari, akaambia madaktari kwamba huyu mume wangu ana mali nyingi sana, ambao tumechangia na hata familia yao iko inataka kutuingilia katika mali zetu hizo. Mimi ninachotaka wewe, kama daktari ambao unasimamia mume wangu nataka tumbadilishe dawa, tusimpe hizo dawa ambayo yeye angepewa ili apone, lakini tumpe dawa zingine. Kweli ule daktari alishindwa, mpaka alimuuliza ule dada, kweli ni mume wako? Akasema ndio, ni mume wangu na tuna watoto sasa hivi. Lakini ule dada hakuisha hapo, alichukua mpaka pesa akampa yule daktari. Daktari akatekeleza jana aliyoambiwa na ule dada. Baada ya kupewa pesa, yule daktari alichukua dawa zingine na kuweza kuandika hata magonjwa ambayo yule bwana alikuwa hana hayo magonjwa. Ikabidi yule bwana wakaja kumwambia kwamba tumegundua baada ya kufanya vipimo kwamba una kisukari. Na huyo bwana alikuwa hana kisukari kabisa. Ilibidi yule bwana akawekwa na huyo daktari kwenye dozi ya kisukari. Kila wakati anakuwa anapewa dawa za kisukari. Lakini zile dawa kwa sababu yeye alikuwa hana sukari, zilikuwa zimeshaanza kumsumbua mwili wake. Ilibidi aende tena afanye vipimo vingine. Na hivyo ilikuwa imeshapita muda kabisa. Bwana alivyofika kula katesiwa ka kwa kwa kwa hospitali nyingine, wakagundua ule bwana hana sukari. Sasa ule madaktari wakajiuliza, hii dawa za sukari ambayo umetumia muda mrefu, nani alikuandikia hizi dawa na umeanza kuzitumia kwa sababu ya gani? Yule bwana alikuwa sana na alisononeka kweli, hata familia zilivyosikia hiyo hali zilihuzunika sana. Kwa ndugu zangu, kama ingekuwa ni wewe ndio umetendewa kitu kama hicho, nini nini, ungefanya Kwa nini watu wanakuwa tayari kusalitiana moja kwa mwingine mpaka kiwango hicho kweli, cha wewe kuweza kutesa mme wako ambao mmezaa me, naye watoto mmefanya miradi, mna miradi mingi komenti na uweze kusha na watu wengine. Asante sana, na Mungu atatubariki yote. Amina.